Khaligraph Jones rapanguli wa Kenya ameandika historia mpya katika mziki wa hapa nchini, na hii ni baada ya kuzindua studio yake mpya aliyoipa jina la Respect OG. Studio hiyo imezinduliwa hivi karibuni jijini Nairobi, na lengo kuu ni kusaidia wasanii chipkizi pamoja na kuendeleza ubunifu wa mziki wa hali ya juu, hususan katika bara la Afrika vile vile kuwekeza katika vipaji vya ndani na kutoa fursa kwa wasanii wenye ndoto kubwa lakini waliokosa nafasi ya kuonyesha uwezo wao. Aidha, Khaligraph Jones amesema kwamba Respect OG sio tu studio bali ni harakati ya kuendeleza mziki wa ukweli unaoelezea maisha halisi. Hii ni hatua nyingine kubwa ya, ya Papa Jones miezi kadhaa rapa huyu aliweza kuachilia albamu yake aliyoipa jina la The Book of Jones. Khaligraph amekuwa mstari wa mbele kuinua mziki wa hip hop hapa nchini Kenya na hata Afrika Mashariki na huku akisisitiza umuhimu wa kujenga miundombinu ya mziki ili kukuza vizazi vijavyo vya wasanii. Sasa, je, yeah, hii studio mpya ya Khaligraph Jones unaipa asilimia ngapi?